hakikisheni mnashirikisha wanawake katika kucheza mchezo huu wa judo hilo moja lakini la pili swala la vijana afisa mwenzangu kasema hapa ushirikishwaji wa vijana kuanzia ngazi ya chini katika umri mdogo na kuendelea mfano mdogo tu mwaka jana mwezi, mwezi wa desemba kulikuwa na mashindano ya afrika nchini angola kwa, kwa vijana chini ya miaka 16 lakini kwa bahati mbaya sana mchezo wa judo ulikosa mshiriki hata mmoja Hivi ni kweli Tanzania nzima hakuna kijana anacheza judo mwenye umri miaka chini ya kumi na sita? Kwa hiyo mzingatie katika hilo, katika kuhamasisha watoto wa umri mdogo kushiriki katika mchezo wa judo, kwa sababu fursa zipo za mashindano kama hayo mashindano ya Afrika yalikuwepo na mashindano mengine. Kwa hiyo ni hayo, lakini la mwisho aa, lakini ni muhimu, hakikisheni mnasajili vyama, mnasajili vyama na vilabu Ina, inawezekana vilabu vipo vingi tu vya judo lakini havijasajiliwa huenda. Kwa hiyo hakikisheni vilabu vyote vinasajiliwa na vinafuata taratibu zote za sheria na kanuni za Baraza la Michezo la Taifa ili muweze kushirikishana wote mkiwa katika aa, mkiwa katika mkiwa katika na wakati ambako mmesajiliwa, kwa sababu kwa mujibu wa sheria ni kosa kwa kikundi au chama ambacho hakijasajiliwa kujishirikisha na kikundi au chama ambacho kimesajiliwa. Kwa hiyo hakikisheni mnapofanya shughuli zenu basi vikundi vyenu vyote viwe vimesajiliwa kwa mujibu wa sheria ya Baraza la Michezo la Taifa.